Ukiziona ishara hizi tatu tambua wewe ni muonaji. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara tatu ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muonaji. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, kuna tofauti kubwa kati ya nabii na muonaji. Muonaji ni mtu gani? Mambo hayo yote nimekuandalia katika video hii utakwenda kuangalia ishara ambazo ukiziona tu kwenye maisha yako basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni mwonaji. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli letu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe, basi nikupe pole kwa sababu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 Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende tukaziangalie ishara tatu ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muonaji. Ishara namba moja: kuota ndoto za kinabii. Hii ni ishara mojawapo ambao ukiiona kwenye maisha yako unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni mwonaji. Unakuwa na uwezo wa kuota ndoto za kinabii. Ndoto za kinabii ni ndoto za namna gani? Ndoto za kinabii ni ndoto ambazo ukiota unashangaa, ndoto ile iliyota inatokea sawasawa sawa na ulivyoiota. Mungu anakuwa na kufunulia mambo mengi kwa njia ya ndoto, na ndoto hizo baada ya muda mfupi zinatokea sawasawa sawa na ulivyoota, ndio maana unashangaa. Unaweza ukaota jambo fulani au ukaona jambo fulani ndotoni, lakini baada ya siku kadhaa unashangaa lile jambo linatokea vile vile kama ulivyoota. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza na wengi wakiwa wakishangaa, kwa nini hali hiyo inatokea. Unakuta mtu anaota ndoto na baada ya siku kadhaa ndoto hili inatokea. Jambo la na msingi nataka nikufundishe, unapokuwa au ukiona ishara hii unayo kwenye maisha yako, labda baada ya kuota ndoto na ile ndoto inatokea, jambo la msingi ambalo natakua litambue, Mungu anapokuonyesha jambo ndotoni au anapokuonyesha kitu ndotoni, anakuwa na kuonyesha kwa malengo kadha wa kadha. Jambo la kwanza, kama ni kitu kibaya umekiota ndotoni, maana yake Mungu anakuwa anahitaji uombe ili uweze kukizuia. Lakini pia kama ni kitu kizuri, maana yake Mungu anakuwa na kuonyesha uombe ili kiweze kutokea. Lakini pia Mungu anawezakana kuonyesha jambo ndotoni kwa lengo la kukuonya, kwa lengo la kutaka kubadilisha au ya muda mfupi ndoto ile inatokea, uh, yani, sawa, sawa na sana alivyoota. Ndio maana kuna mtu anaweza kukuta akasema, hii hali nimekuota kabisa, hii hali nimewekuota, jambo hili nimekuota, nimeku kabisa, niliwekuota, ilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini nilipuuza, lakini niliwekuota. Kwa hiyo wanajikuta wanaingia kwenye kwenye mambo ambayo uh, ya, mambo ambayo ni mabaya ya kuumiza kwa, lakini Mungu alishawaonyesha. Mungu anatupenda, kwa hiyo Mungu nawezakana kufunulia vitu kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto ni muhimu sana uh, wewe kuchukua hatua. Kama ni ndoto mbaya, ni muhimu kuchukua hatua kuishughulikia ndoto hile, kuishughulikia ndoto hile ili isiweze kutokea. Na kuna madhara makubwa sana ya kutokushughulikia ndoto mbaya ambazo unaziota kwa sababu usipozishughulikia ndoto zile zitatokea kama ulivyoziona. Kwa hiyo, uh, hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa wewe, uh, wewe ni mwonaji, unakuwa unaota ndoto za kinabii yani, ukiota ndoto ndoto hile inatokea sawa sawa na ulivyoota. Kwa hiyo, hii ni ishara moja hapo ambayo ukiona kwenye maisha yako unatakiwa utambue kuwa wewe ni mwonaji, lakini pia unakuwa na uwezo mkubwa wa kujitambua wakati ukiwa umelala, unakuwa na uwezo bisa yani, unajiona bisa huku umelala lakini, pia ndotoni, unakuwa unatambua, unakuwa una uwezo wa kutambua, bisa hapa nimelala na hii naota ndoto. Unakuwa una uwezo mkubwa sana, unaweza ukawa umelala na ukawa unaota ndoto na wakati huo huo ukawa unatambua kuwa uko ndotoni. Yaani unaweza, hii ni ishara moja hapo ambayo uh, ukiona unatakiwa kutambua kuwa wewe ni muonaji. Unaweza ukawa umelala na ukawa unaota ndoto, na wakati huo huo, wakati unaota ndoto, unakuwa unatambua kabisa. Hapa unakuwa unajitambua kabisa, unakuwa una consciousness, ule utambuzi, unakuwa unatambua kabisa. Hapa ndipo ndoto ni kinachotokea hii ni ina ina cho, iki, toke, ndoto unakuwa na uwezo wa namna hiyo. Kwa hiyo ukiona una uwezo wa namna hiyo, basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muonaji. Yani, una uwezo wa kuwa umelala lakini, at the same time, kwa muda huo umelala, unaku, unaota ndoto lakini tondo unaota ndoto lakini, kwa wakati huo huo, unatambua ya kuwa wewe unaota ndoto, unakuwa unatambua hii ni ndoto kabisa, naota hapa nilipo, nimelala naota kabisa. Kwa hiyo unakuwa una uwezo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya tano na mstari wa pili, nukuu imeandikwa nalikuwa nimelala, lakini moyo wangu umacho. Umeona neno Mungu anasema, nalikuwa nimelala. Maanake mtu alikuwa amelala, lakini wakati huo, wakati amelala, ya anatambua ya kuwa moyo wake ulikuwa umacho. Kwa hiyo mtu ambaye, ukiona ishara hii, basi utakuwa utambua kuwa ni mwonaji. Unakuwa una uwezo eh, unaweza kuwa umelala, lakini kwa wakati huo ukawa unaota ndoto, lakini wakati huo unakuwa unatambua kuwa unaota ndoto. Lakini ishara namba mbili ambayo inaonyesha kuwa wewe ni mwonaji unakuwa na uwezo mkubwa wa kuona vitu hmm? Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha ya kuwa wewe aa, ni muonaji. Unakuwa na uwezo mkubwa wa kuona vitu. Una uwezo wa kuviona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Unakuwa una uwezo wa kuviona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Unaweza ukafika sehemu ukaona eneo fulani, lakini wewe unakuwa una uwezo wa kuona vitu. Unaweza ukamwambia mtu kuna kitu kiko hapa eh? Kwa mfano, naweza nikachukua mfano, labda umeenda sehemu, ukakuta labda umefika tu ile eneo eh? ukashangaa unaweza ukafika ukaonyesha ukaambia mtu hebu fukueni hapa, kuna kitu kilifikiwa hapa, na watu wakifukua wanakikuta kile kitu. Yani unakuwa una uwezo wa ajabu wa kuona vitu ambavyo watu wengine hawavioni, lakini pia unakuwa una uwezo wa kuhisi vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuvihisi, eh? Unakuwa una uwezo wa kuhisi vitu, unaweza ukafika eneo fulani, ah, labda unaweza kufika sehemu fulani au ah, ukakutana na mtu fulani, yule mtu akawa pasipo kukwambia chochote ukashangaa ukimwangalia tu unaona kabisa huyu mtu anasumbuliwa na moja, mbili, tatu eh? au unaweza ukafika sehemu ukakuta mtu anaumwa kichwa, na we ghafla ukashangaa kwa wakati huo maumivu ya kichwa yanaanza kuuma wewe, ukashangaa umefika tu sehemu ukutana na mtu labda misalimiana E, ukashangaa uti wakati umekutana na mtu unashangaa, na wewe unasikia, labda mtu anasumbuliwa na uti wa mgongo, na wewe kwa muda huo unaanza kusikia maumivu kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo hii ni ishara moja hapo ambazo inaonyesha kwao ni muonaji, kwa unakuwa unajua unatambua bisa mtu huyu anasumbuliwa na kitu fulani, mtu huyu ana changamoto fulani, au unaweza ukafika eneo ukashangaa ile eneo umefika tu ile eneo ukashangaa ghafla eh, mawazo ya kujiua unasikia yu ya kujiua eh, kwa mtu ambaye tayari ameshakomaa anauelewa, atakuwa anatambua bisa eneo hili au mtu huyu au nyumba hii inakabiliwa na roho ya mauti, watu wanaanza kujiua. Kwao ni rahisi kutambua bisa, kumbe eneo tatizo liko kwenye, kwenye nyumba hii au tatizo hili linampata mtu huyu. Ukiona eh, ishara ya namna hii, basi unatakiwa tambua kuwa wewe uh, ni mwonaji. Mungu anapozungumza na wewe aa. Ishara nyingine pia, Mungu anapozungumza na wewe unakuwa na uwezo mkubwa wa kuona kile kitu ambacho Mungu anazungumza na wewe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya pili na mstari wa kwanza, neno la Mungu lasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu jwe ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia. Neno la Mungu lasema ili nione, Habakuki anasema ili nione atakalo niambia, sio ili nisikia atakalo niambia. Anasema ili nione atakalo niambia, maanake ameenda zaidi ya kusikia. Kwa muonaji ni mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuona, ana uwezo tu aishi kwenye kusikia tu, lakini pia ana uwezo wa kuona. Kwa hiyo ukiwa muonaji, Mungu anaweza kuzungumza na wewe, utaona kile Mungu ambacho anazungumza na wewe. Kwa muonaji ni mtu ambaye anakuwa na uwezo kabisa eh, ana uwezo ana uwezo wa kuona vitu ambavyo watu wengine hawezi kuviona, lakini pia ana uwezo wa kusikia vitu ambavyo watu wengine hawawezi kusikia. Kwa hiyo mwonaji ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa kabisa wa kuona eh, vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa kumi na moja nukuu, imeandikwa tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Manake Mungu anaweza kaa anazungumza na wewe, kile kitu ambacho Mungu anazungumza na wewe unakuwa na uwezo wa kukiona. Lakini ishara namba tatu, ambayo ukiona, basi unatakiwa utambue kuwa wewe ni muonaji, unakuwa unapatwa na hali ya deja vu. Deja vu inaweza kawa ni neno geni kwako. Ah, hii ni ishara mojawapo ambayo ukiiona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muonaji, unakuwa unapatwa na hali ya deja vu. Deja vu ni hali ya kujiona kwamba umeshawahi kufika eneo fulani au kuona jambo fulani kwa wakati uliopo eh? Mfano, unaweza uka, eneo en uh, ukafika eneo fulani kwa mara ya kwanza yaani unashangaa, umefika eneo fulani kwa mara ya kwanza, labda umesafiri, umeenda eneo fulani kutembea, ndo kwa mara ya kwanza unaona, ndo umefika pale. Lakini ukifika ile eneo unaanza kushangaa, mbona kama hayo mazingira ambayo unayaona sio mageni kwako. Eh, unaweza kuona mbona kama hii ile eneo nimewahi kuliona lakini nimewahi kuliona wapi? mbona kama hii hali? Au unaweza kuona pitia nyakati fulani ukawa unaona kabisa, unahisi kabisa hii hali, mbona kama niliwahi kuipitia, niliwahi kuiona kabisa hii, ukawa unapata na hali ya namna hii. Ah, hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa wewe ni muonaji, kwa sababu deja vu ni ile ile unakuwa una uwezo kuona kama kitu fulani uliwahi uliwahi kukiishi au uliwahi kukiona kabla hicho kitu hakijatokea. Kwa hiyo ukiwa unapata na hali ya namna hii basi unatakiwa kutambua kuwa wewe muonaji. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili kuenda kujifunza zaidi. Tukutane kipindi kijacho, nakupenda sana.